Naam, uh, mtazamaji, ni siku kadhaa ambazo hatujazungumza mambo kadhaa ambayo yanaendelea katika bara la Afrika katika nchi yetu ya Tanzania na kadhalika. Leo nimeona tuzungumze jambo moja ambalo linatafakarisha kidogo, nalo ni swala la nia. Ninazungumza nia kwa maana ya kwamba Uh, nadhani hata wanasheria wanafahamu zaidi mambo haya kwamba mtu ahukumiwi kwa sababu ya kitendo alichokifanya, bali anahukumiwa kwa nia aliyokuwa nayo wakati anafanya jambo hilo. Twende mbele zaidi, kwamba hivi karibuni baada ya mauaji yaliyokuwa yametokea na uharibifu wa mali kadhaa za umma na za watu binafsi kuanzia tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili ishirini na tano kwenye uchaguzi mkuu ambao ulifanyika nchini Tanzania, mambo kadhaa yameendelea kusemwa, yameendelea kuelezwa na baadhi ya viongozi wameamua kujisafisha wenyewe, tutaona huko mbele baadhi ya viongozi wameamua kujisafisha wenyewe, na hili linatafakarisha sana kwa mtu yoyote yule mwenye kutafakari. Hili linatafakarisha sana. Kwa nini nasema linatafakarisha sana? Kuna kitu nimewahi kukisema huko nyuma kwamba ipo hatari kubwa kujenga watu imara kuliko taasisi imara. Watu imara huwa wanapita lakini taasisi imara huwa zinabakia. Ndugu zangu, Tanzania hii, sisi sote tutakufa lakini Tanzania itabaki. Hivyo ni muhimu sana kuendelea kuimarisha mifumo imara kuliko watu imara. Katika hili nianze kwa haya ambayo nimekueleza awali kwamba kuna baadhi ya viongozi ni kama sasa wameamua kujisafisha wenyewe baada ya kuonekana kwamba baadhi labda ya taasisi ambazo zilipaswa kuwasafisha lakini kwa namna moja ama nyingine labda hazijafanya hivyo. Twende tumsikilize kwanza waziri wa utumishi ndugu yangu Ridhiwani Jakaya Kikwete, ambapo ameeleza hivi karibuni masikitiko yake kwamba katika vurugu zilizotokea Oktoba 29 na siku ambazo ziliendelea, mali kadhaa za umma na mali kadhaa za watu binafsi ikiwemo sheli za Lake Oil zilichomwa moto ama ziliharibiwa, zikidhaniwa kwamba mali hizo ama sheli hizo ni mali ya Ridhiwani Kikwete akaenda mbele zaidi na kusema kwamba katika malalamiko mengi ya vijana waliokuwa wameandamana, malalamiko makubwa ni kutokuwa na imani na viongozi, hasa katika swala la uadilifu. Kabla sijasema mengi, tumsikilize mheshimiwa. Ndio leo hii mnaona nyinyi wenyewe maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa malalamiko yalikuwa makubwa ni juu ya maadili ya viongozi au amnya amnya, mjasikia? Maana labda mzee wangu wazetu hapa mnaishi ndani ya nyumba tu hapo juu ya mtaani eh. <laughs> hey, wanalalamikiwa, tunalalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Ali Edha ana petrol station zake za Lake Oil, zimechomwa zile kwa sababu zinasemwa za Ridhiwani, zimechomwa zaidi ya zaidi ya 92, kanambia sasa, imagine mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio wanamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni, eh, anzeni na mimi waziri wenu niiteni hapa niulizeni, he, bwana wewe, bwana Ridhiwani, hebu tuite. Lakini wakati huo mnaponiita, kwa sababu mnajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? mm -hmm. tafuteni ushahidi, njoni hapa. Baada ya kuniita hapa, iteni press conference hapo, semeni tumemwita waziri Ridhiwani Kikwete tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki au katika hili anahusika. Waambieni sasa walio na ushahidi wa ziada waulete, ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi, mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe huko, ni uongo mtupu. Hili jambo Mheshimiwa Jaji, hatujafanya vizuri. Baada ya kumsikiliza Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete lakini pia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwiguru Nchemba, alinukuliwa akisema kwamba ilimshangaza baadhi ya waandamanaji ama wafanya vurugu kwa namna moja ama nyingine, kama ambavyo majina haya yanachanganyana, yana sasa, kwamba walichoma baadhi ya mabasi wakidhani kwamba ni ya kwake, kitu ambacho yeye ya alisema kwamba yeye si mmiliki wa hayo mabasi. Vurugu zile zimetufunza nini? Kila mmoja, lipo funzo ambalo amelipata kwa namna yake, lakini mimi nimejifunza jambo moja, kwamba haya yote yanatokea kwa sababu kuna kitu kipo katikati nacho, ambacho kinakwepwa na kuogopwa na watu, hasa viongozi, sisi viongozi, swala la haki mimi nimejifunza kwamba umma wa Watanzania walio wengi hasa vijana hauna amani na sisi viongozi kwa sababu kwa namna moja ama nyingine sisi hatutendi haki ambayo inaonekana, kwa sababu haki haitakiwi kusemwa tu, haki inatakiwa ionekane na haya yanayoendelea, je, haki inaonekana? Ukisikiliza maoni ya baadhi ya vijana ambao wamebahatika kuongea mbele ya waziri wa vijana Mheshimiwa Joeri na Nauka, popote pale alipotembea, msingi wa haya yote ambayo wanaongea vijana ni kama Hawana imani na sisi viongozi katika swala la kutenda haki. Lakini pili nililojifunza, na kushangazwa kidogo, sijui wewe mtazamaji, kama hautashangazwa ama hujashangazwa, hivi tunaenda kuwauliza vijana wanachokitaka mtaani? Kwani sisi tunaishi wapi? <laughs> Sisi serikali sisi viongozi tunaishi wapi, ambako hawako hao ambao tunaenda kuwauliza? Ambacho hatukijui ni kipi? Ni kweli hatukijui? Tuna nia kabisa ya kwenda kuwasikiliza ili tujue, ni kweli hatujui? Na kama ni kweli hatujui, kwa nini hatujui? Nani katufikisha hapa ili tusijue hatujui kabisa kabisa kabisa, kweli hatujui, ili tuendelee kutafakari kwa pamoja. Lakini kwa kwenda mbele kidogo, tujiulize kama taifa, je, tumebaki wamoja? Na kama hatujabaki wamoja, nini kifanyike? Wazo langu ni hili lifuatalo, ninadhani ili angalau kurejesha umoja wetu, ili angalau kufikia lengo la amani yetu, kudumishwa kwa amani yetu, ninadhani kuna vitu viwili vinavyohitajika, mahala pengine pote, kama katika makosa mengine yote ambayo labda yamewahi kufanyika ama yanayofanyika. Jambo la kwanza ni kukiri kwamba jambo lilofanyika halikuwa sawa, badala ya kuendelea ku, ku, kuona kama hatujui tatizo lilikuwa wapi na nani amefanya tatizo. Umma unajua, sisi viongozi kwenye hili, watu tusijidanganye, wananchi wanafahamu kinaga ubaga nani kafanya kwa namna gani, kwa pande zote. Yawezekana zote mbili, wao wanajieleza kwamba ni vijana ama umma unajua vijana wa Kitanzania waliingia mtaani, lakini yawezekana hawajui na sisi viongozi hatujui kwamba serikali ilienda kuwadhibiti vijana, yawezekana hili jambo. Nimelizungumza la kukiri. jambo la pili ni msamaha. Msamaha nani autoe? msamaha Jamii ya Watanzania inapaswa kukubali kwamba yaliyopita si ndwele tugange yajayo, isamehe. Lakini itasamehe baada ya nini? Itasamehe baada ya sisi viongozi kukiri. Ipo ipo, ama lipo jambo ambalo linaendelea kuhusiana na swala la tume inayoitwa ya uchunguzi ambayo imeundwa na Mheshimiwa Rais kati ya wale wajumbe sijajua, labda kwa sababu sijafuatilia kiundani zaidi, sioni jenzi hata mmoja lakini bado sijamwona mtu wa ustawi wa jamii ndani ya, ya, ya ile tume. Ndugu zangu, nadhani sio vizuri kuli, kulipeleka mbele tatizo wakati tatizo lipo, inatakiwa limalizwe. Haya yanatafakarisha na tutafakari kwa pamoja, nini kifanyike ili hofu. Mtaani kuna hofu, labda viongozi wenzangu hawajui, labda hamjui viongozi wenzangu, mtaani kuna hofu, kuna hofu, lakini watu wengi pia wana imani na sisi viongozi. Narudia tena mara ya pili au ya tatu kwenye jambo hili, tulitazame tuone, tunafikaje, tunatokaje hapa na kwenda mbele kwa amani na utulivu. Lakini mimi nilichojifunza, nimekuambia, kwamba nimejifunza kwamba kuna umuhimu sana wa sisi viongozi kuanza kutenda haki inayoonekana. Jamii yetu si ile jamii ya sasa, si ile dunia ya sasa, ipo kiganjani. Dunia ya sasa inaambukizana tabia. Dunia ya sasa hakuna ambaye unaweza kumficha jambo kwa muda mrefu, kutokana na hali ilivyo tutafakari.